Ni mshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokt Samia Suluh Hassan kwa ilivyompendeza akaona aniteue tena kama alivyosema alivyosemainini Priska Maundi naibu waziri nije kuendelea kumsaidia kufanya majukumu haya ambayo yalinikabidhi ni kama wizara mpya yapata miaka minne iliyopita. Naamini ameniona na kuniamini tena, si kwa sababu yangu mi peke yangu, pia ni kielelezo cha ushirikiano mlionipa nyinyi wote mlioko humu, timu ya katibu mkuu pamoja na wenzetu wengine ambao wako hapa maafisa wa ustawi wa jamii kote nchini, maafisa maendeleo ya jamii kote nchini, kwamba tukirudi tukashirikiana, basi tunaweza tukawa bora zaidi katika kusukuma mambo ambayo tuliyaanza, na tumejifunza mengi, changamoto nyingi, mafanikio mengi, pia tutakuwa bora zaidi. Kwa hiyo hii ni heshima ambayo sio yangu peke yangu. Nairudisha kwenu tena. Nawapongeza na nawashukuru na sana, asanteni. Nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuteua naibu waziri wa maendeleo ya jamii ambaye yuko mbele yenu hapa, amejitambulisha, Mheshimiwa Enjinia Priska, karibu sana, jisikie huko nyumbani. Hapa ndiyo kitovu sasa cha sera za maendeleo ya jamii, na wizara hii ni ya kisekta, kila mlango yenyewe inagonga inafungua kuomba mikakati ya kisera kwenye wizara hizo kwa ajili ya kuwapelekea wananchi. Sasa hawa ni mainjinia wa mindset. Nyinyi mlikuwa mnajenga maji huko na miundombinu, hawa na wenyewe wana engineer fikra za wananchi zibadilike ili ziweze kuisoma serikali yao inaelekea wapi na kuipa ushirikiano. Tangu leo sisi tumeapishwa, ni ishara ya kuanza muhula wa kazi mpya wa serikali ya awamu ya sita kipindi chake cha pili. Mheshimiwa Rais, tumesikiliza tuliokuwa kule ambao tukuwa kule tumefuatilia kwenye TV tumeona alichoongea. Anataka maendeleo anataka kazi na kazi kwa speed, kazi ya matokeo, kazi ya viwango kazi isiyotaka kusema naendelea, tumefikia hapa. Yani unaianzisha kazi hujapima ina vituo vingapi, uwe kila siku unaendeleaga, tukusemi kwamba nimefika kituo cha ngapi sasa, naelekea kukamilisha lini, hata kizwa basi. Ndugu zangu, niwahakikishie, wizara hii kiongozwa na katibu mkuu wetu hapa, ina wataalamu wote wenye sifa zote na uwezo wote. Mimi nimeshuhudia, tumefanya hizi kazi kwa awamu ya kwanza, tunakwenda awamu ya pili Tunachotakiwa sisi sasa ni kuwa na siku chache sana, katibu mkuu, za kutafakari sisi hapa tunatarajia nini na nyinyi mtatuwezesha vipi hayo matarajio yafikiwe, na hiyo spidi tutakayoondoka nayo. Si tumeambiwa kule tuvae raba? Sitarajii mtu hapa avae zoni. Yaani nimekuja kivingine kabisa, kwa sababu kama nikujifunza kuhusu wizara shajifunza naelewa, na watu na wafahamu, tupeane ushirikiano utakaofanya hawa wananchi wa Tanzania hii milioni sitini wataendelea kutuelewa. Wame wametuelewa, wameielewa wizara, wataendelea kutuelewa.